Sema watakuja hapa na ule mtani wangu, nilikuwa namsikia kabla hajapata kesi, alikuwa anasema tumechoka kuenguliwa. Nani kakwambia utenguliwa? Unasikia, tumechoka uchaguzi kusimamiwa na wakurugenzi. Nani kakwambia utasimamiwa na wakurugenzi? Tumechoka watu kupita Pingwa. Nani kakuambia? Haya, hawataki kusema ukweli. Haya niliyoambia ni mabadiliko makubwa, kwa hiyo hawana kisingizio, hawana kisingizio. Tunajua nyuma ya pazia sababu za msingi za hawa, kama timu imekimbia haitaki mechi tunajua moja ni mgogoro mkubwa ulioko ndani ya chama chao, mpasuko mkubwa. Sasa hivi CHADEMA, kila ukisoma kila mtandao, kila mkoa, kila wilaya, watu wanahama CHADEMA wanaenda vyama vingine. Kwa hiyo hawa watu wana udhaifu ndani ya chama chao maana yake hata hela ya kujiandaa na uchaguzi wasingeweza kupata. Kwa hiyo hawakujiandaa, na sisi tumewakubalia pumzi keni, tukutane ishirini thelathini. Wameishiwa pumzi, sasa tutawalazimisha tukutane ishirini thelathini, sisi na wengine vyama kumi na saba tutashiriki uchaguzi, lakini kama nilivyosema, uchaguzi huu upo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwezi unajulikana, mwaka wa kufanya uchaguzi unajulikana, hauwezi kusogezwa mbele na uchaguzi unaweza kusogezwa mbele pale panapotokea hali ya hatari. Hatuna hali ya hatari, wao wenyewe wanapita, wanahutubia, wanaweka na kofia, changieni na chama wako. Sasa kuna hali gani ya hatari? Hata wakati ule wa vita vya Kagera, tumetoka vitani, kukaa na ushauri tuahirishe uchaguzi, hayati baba wa taifa akasema chama changu hakiwezi kwenda kinyume na katiba, tutakwenda katika uchaguzi. Kwa hiyo hawana sababu zozote.